Waheshimiwa maimamu, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa jumuiya na taasisi za Kiislamu, waheshimiwa Waislamu wote mlioacha shughuli zenu na kuhudhuria katika muhadhara huu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waislamu, mada niliyopewa kuzungumza ni historia ya harakati za waislamu kabla na baada ya uhuru. Napenda nikiri mapema. Katika muda huu mfupi hatuwezi kuiona historia nzima ya Waislamu kabla na baada ya uhuru. Kwa kipindi hiki kifupi nitachukua mambo machache ambayo nadhani yatasaidia walau kutupa mtazamo kwa kiasi nini walichofanya waislamu katika harakati za uhuru wa nchi hii. Na zaidi, ningeomba waislamu wasome vitabu. Kuna kitabu cha ndugu yetu Sheikh Mohamed Saidi, maisha na nyakati za Abdul Wahid Saiks. Watafuta kitabu hicho wakisome, lakini pia wanaweza wakasoma kitabu cha mkatoliki Padre John Sivalon historia ya kanisa katoliki na siasa za Tanzania bara wanaweza pia wakasoma vitabu vya Islamic Propagation Center historia ya kuhuisha Uislamu Tanzania kuanzia mwaka mia saba mpaka elfu mbili na tisa wanaweza wakasoma pia kitabu cha Mholanzi Mkatoliki John van Begen Religion and Development in Tanzania. Wanaweza pia wakasoma kitabu cha Mwingereza Judith Listowel The Making of Tanganyika. Ukisoma utapata kwa undani historia yako, wameandika Waislamu na wameandika wasiokuwa waislamu. Waislamu, historia ya waislamu katika nchi hii ya Tanzania, mchango wao katika harakati za uhuru na maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania vyovyote utakavyoizungumza historia ya Waislamu unazungumza matukio na visa vya kutia uchungu na kusikitisha na kuhuzunika kwa Waislamu, kwa sababu kwa heshima waliokuwa nayo Waislamu wa, wa nchi hii kwa ujasiri waliokuwa nao Waislamu wa, wa nchi hii katika kupinga dhulma na uonevu wa aina yeyote, na kwa jitihada walizofanya Waislamu wa, wa nchi hii katika kupambana na ukoloni wa Kijerumani baadaye ukoloni wa Kiingereza kwa jino na ukucha, na kwa moyo wa subira na ushirikiano waliokuwa nao Waislamu kwa raia wenzao wasiokuwa Waislamu katika nchi hii, haya yote ukiyafikiria na kuyatia katika mizani. Hakuna mtu yoyote ambaye angeweza japo kuota ndoto kuwa baada ya nchi yetu ya Tanzania kupata uhuru kwa kuwaondoa wakoloni itakuja fikia siku moja ambapo Julius Kambarage Nyerere kwa shinikizo la mfumo Kristo atatumia vyombo vya dola kuwahujumu waislamu wazi wazi kama alivyofanya alipovunja East African Muslim Welfare Society. Hakuna mtu ambaye angeweza kuamini baada ya jitihada, ujasiri na mchango wote wa waislamu katika uhuru wa nchi hii. Asingetokea mtu ambaye angeweza kuamini kuwa itakuja fikia siku, zaidi ya miaka ishirini baada ya uhuru, wanafunzi wa Uislamu katika shule za serikali, sio tu watalazimishwa kuhudumia nguruwe, lakini pia nguruwe hao wanaofugwa watapikwa na kuliwa katika mashule hayo bila kujali kuwepo kwa Waislamu, baada ya juhudi na mchango wote wa Waislamu, ujasiri wao wa kupambana na mkoloni, kutoa mali zao na nafsi zao kupigania uhuru wa nchi hii. Hakuna mtu ambaye angeweza kufikiri katika nchi hii ya Tanzania itakuja fikia nguruwe wafugwe na wazagae mitaani na wengine waingie misikitini mpaka wafie misikitini katika taifa hulu la Tanzania. Hakuna mtu ambaye angeweza kudhani kuwa baada ya miaka arobaini ya uhuru wa Tanzania pamoja na juhudi zote za Waislamu na mchango wote wa Waislamu na kujitoa kwao kwa hali na mali, baada ya miaka arobaini ya uhuru isingedhaniwa wala kuotwa ndoto Mwislamu angeweza kufungwa jela kwa sababu tu amenukuu Qur'ani inayosema Yesu siyo Mungu. Isingedhaniwa, hakuna mtu ambaye angeweza kuamini kuwa itakuja siku baada ya miaka thelathini ya uhuru wa Tanzania eh? Itakuja serikali itakaa na Wakristo peke yao na maaskofu peke yao wapange kugawana pato la taifa na kuwabagua Waislamu katika mgao huo. Isingedhaniwa leo, Waislamu tunapozungumza katika viwanja hivi, haya niliyoyazungumza yametokea sasa, si hadithi, lakini yametokea. Baada sasa tunakwenda kwenye miaka hamsini ya uhuru wetu, yametokea na kama yametokea, tunajifunza nini? Historia yetu ya harakati zetu zinatufundisha nini juu ya matukio haya? Mada yangu inakusudia kutanabahisha Waislamu juu ya mbinu zilizotumika na ambazo bado zinatumika katika kuwanyanyasa, kuwakandamiza na kuwadhalilisha Waislamu, lakini pia kuonesha kasoro za nje na kasoro za ndani zilizotupelekea kufikia hali hii. Waislamu, Historia ina mambo mawili. Historia ina matukio, kumetokea nini? Mwaka 1929 waislamu waliunda chama cha siasa African Association. Chama kilipokwenda kidogo Waislamu wakaunda chama kingine cha siasa Tanganyika African Association mwaka 54 Waislamu wakaunda chama cha siasa chama cha tano, mwaka 58 taifa likaingia kwenye kura tatu, mwaka 61 tukapata uhuru mwaka 67 azimio la Arusha. Matukio haya ni matukio. Historia ukiishia kujua matukio, ukashindwa kujua kanuni zilizopelekea matukio, utakuwa hujaijua historia. Mnanielewa? Ukajua tu palizaliwa hiki pakazaliwa hiki pakazaliwa hiki, mtume swalla salam alizaliwa Maka, akiwa mdogo wazazi wake wakafariki, akanyonyeshwa na Bihalima wa Twaifu, miaka miwili akaenda pangoni, akapata wahai. Ukaishia kuyajua haya, utakuwa bado hujajua historia, hautafaidika na historia, utakuwa unajua matukio tu. Sasa mimi sikusudii kuchukua matukio marefu ya historia. Nataka nichukue machache tujifunze kutokana na hayo matukio. Historia itusaidie kujielewa, itusaidie kujifahamu na hapo tutakuwa tumestafidi na historia. Mwaka 1884 Wazungu wa Ulaya katika mji wa Berlin walifanya mkutano. Vijana wanaosoma shule wanasoma katika historia, the Berlin Conference, the Petition Scramble of Africa, mkutano wa Berlin mimi nilisoma nilipokuwa shule The Berlin Conference, ukisoma mkutano wa Berlin. Berlin ni mji ulioko katika nchi ya Ujerumani, nchi za Ulaya zilikutanika mji wa Berlin, Ujerumani. Lakini ajenda kubwa ya mkutano huo wa Berlin ilikuwa ni hawa wazungu Wanapanga kugawana Afrika na kuifanya Afrika ni koloni lao. Kwa hiyo walikaa katika mkutano wa Berlin. Jambo moja ambalo shuleni halisomeshwi ni ule mkataba wa Berlin. Mkataba wa Berlin, vijana wanaosoma mashuleni hawasomeshwi ule mkataba wote wanasomeshwa vipengele vichache vya mkataba, vipengele vingine hawasomeshwi. Na kwa sababu hiyo